Bwana Yesu asifiwe. Nimerejea tena niongee maneno machache kuhusu namna ya kuongea na Mungu wetu, sio vile wanafiki wanaongeanga, lakini kuna namna ya kuongea na Mungu wetu Wanafiki wanajua, kwa kuwa wanataka waonekane na watu, wanasimama masinagogeni, waonekane ni watu wakiomba na kunena na sauti kubwa. Wangine wanasimama kwa makutano ya njia wa, waongee, waonekane na watu, fulani ndio ule, anaomba fulani ndio ule kuomba unaweza kuomba kwa asiri, lakini ukiwa una, unaomba mbele ya watu, ongea lugha inayosikika, hili wakisema amini amini, inamaanisha na iwe hivyo, wawe wamesikia vile umeambia Mungu. Na nataka tuende pamoja, nataka kuzungumzia namna ya kuongea na Mungu, kitabu cha Mathayo sita mstari wake wa tano. Tena, tena msalipo, msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hata wasia, wasimama katika masinagogi na katika pembe za njia ili waonekane na watu amini, na waambia wamekwisha kupokea dhawabu yao. Tuombe. Mungu babaye tuishie milele na kushukuru kwa kunipa nafasi maneno yale nataka kuongea. Ufungue wasikilizaji wangu masikio waweze kusaidika Roho Mtakatifu apeleke ujumbe kwa wale wanastahili, na wewe unipe kukumbuka mistari mahali imeandikwa, tumia mdomo wangu na sauti yangu, na ni katika jina la Yesu Kristo mkombozi naomba Amen. Mstari wa kumi na moja, utupe leo riski yetu. Kumi na mbili, utusamee ndeni zetu kama nazi tuwasamea wadeni wetu, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule movu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Nataka nipeane mifano michache ya watu waliomba na wakasikika. Tofauti na vile nakwambia, si kama wa wanafiki. Hana, mke wa Elikana, hakuonyesha na hakuomba na kelele nyingi, lakini maombi yake yalisikika na haka, Mungu akamujibu, akampea mtoto haku, hakuomba na kelele. Samueli wa kwanza moja mstari wake kumi na tatu. Basi Hana alikuwa akinena moyoni mwake, midomo yake tu ilionekana kama inanena, sauti yake haikusikika. Kwa hiyo huyo Eli alimudhania kuwa mlevi au amelewa. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali ndivai yako. Ana akajibu akasema, asha, bwana wangu mimi, si mwanam, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni, mimi si Si, si kunywa ndivai wala kileo ila naimimina roho yangu mbele ya Bwana. Alionekana mitomo tu, e, e, e, lakini hayo, e, sauti haikusikika. Ndipo Heli akajibu akamwambia enenda zako, enenda kwa amani na Mungu wa Israeli akujibu na Mungu wa Israeli ya uliyomwomba. Mstari wa kumi na nane mwisho wake. Naye akala chakula wala uso wake au kukunjamana tena. Ishirini. Hana akala chakula na ana akachukua mimba na akazaa mtoto mwanamume akamwita jina lake Samueli. Akasema kwa kuwa nimemwomba nime kwa Bwana. Akaamua atampeana kwa Mungu na akapeana. Ndio Samueli akamtumikia Mungu, alipeanwa huko, yule aliombwa kwa sauti ndogo. Kitabu cha ja Danieli sita, mstari wake wa kumi. Danieli alipiga magodi mbele ya, aliingia kwa nyumba na kupiga magodi mbele ya Mungu, madirisha yake yamefunguliwa kukabidhi Yerusalemu, na akanena na Mungu kwa njia, akiwa kwa nyumba yake kwa utulifu, hakusikika na watu, akanena na Mungu, na alikuwa akisikika maombi yake, na alifanya hivyo kama mbeleni na akuomba akipika kelele hapana, na Mungu alisikia maombi yake. Mungu wetu sio Mungu wa fujo au wa kelele, ili watu wengi wanaomba wanapika kelele, wanasumbua watu hiyo sio kunena na Mungu. Njia ya kunena na Mungu iliyo sahihi, hata ukiongea kwa utulivu, Mungu anasikia. Ukitembea njiani, ukinena, ikiwa shida ni nyingi, Mungu wangu, nataka hapa, nina shida hii na hii, Mungu anasikia. si Mungu wa fujo na kelele, Mungu anasikia maombi yako, na si njia ya kuonyesha watu ati unaomba ili watu watambue huyo mtu ni kuomba ni mtu ni, ni muombaji kwa kuwa anasikika kelele. Hapana, kelele si ndio maombi. kelele ni kum, njia ya kuomba Mungu ni kuomba uzikike. Na ikiwa unaombea watu ukishirik ishirikiana na wao uongee sauti, watu wanasikia, ili wakisema amina. Kwa maana amina inamaanisha na kuwe hivyo, wawe wamesikia vile umeambia Mungu. Si kelele. Wakorintho wa kwanza kumi na nne mstari wake kumi na ishirini na tatu hayo, hayo ikiwa kanisa kanisani lolote limekusanyika pamoja na wote wanene kwa lugha kisha ikawa wameingia watu wajinga au wasioamini, je, hawatawasema ya kuwa mna wazimu? Yani, mkipiga kelele watu wakiingia, si wataona ni kama watu wako na wazimu? Kwa kuwa kelele hiyo ni ya nini? Ikiwa ni kuongea na Mungu, mimi nataka kuongea njia ya, ya kuongea na Mungu kuthibitisha Mungu anasikia. Kunena na lugha, sisemi ni mbaya, lakini ni lugha inaosikika, na ikiwa aisikiki, hiwe na mkalimani, na wanenaji wasizidi wawili au watatu, anaonena na hiyo lugha na mtafsiri, na wale wanaambiwa, hiyo ndiyo lugha ya ukweli. Kwa maana Biblia inatuambia hata roho za manabii zinazitii manabii wenzao. Kwa hivyo wakati unaongea lugha, uelewe kama wewe unaongea lugha e, wenzako mnaoshiriki na wao roho zao zinasuguzikia na wanahitaji kujua kile umeambia Mungu ili waseme amini pamoja kusema amina ne, na iwe hivyo kwa maana Mungu sio Mungu wa machafuko bali wa amani. Vilevile vile vile kama ilivyo katika, vile vile, kama ilivyo katika ka, makanisa yote ya watakatifu, ili kuwe na utaratibu. Sio kelele, sio vujo. Mungu wetu ni Mungu wa amani leo wacha nifike hapo, na kuna maswali matatu huwa nikiuliza. Je, wewe unaniona na unanisikia, ishamwamini Yesu Kristo akakupa uzima wa milele? Ikiwa uliamini na ulipata uzima wa milele, nakushukuru, lakini kama bado amini, sasa nikiomba uwe umeokolewa, ume pamoja nami. Swali la pili, je wewe huenda ikawa uliamini na ulianguka kwenye dhambi na ujawahi kuungama dhambi zako. Ungama dhambi zako saa hii ili usamewe. Nikiomba uwe umesamewa. Swali la tatu na la mwisho, je, ulipoamini Mungu alikuwea kipawa gani cha kumtumikia nacho? Mungu akiita mtu amwiti bure. Kila mtu aliitwa anapewa kipawa cha kumtumikia, na kama ujajua nakusii, nakuomba henda mbele ya Mungu upige magoti, uombe msamaha na umuulize, uliponiita ulinipea kipawa gani kutumikia nacho? Siku zinaenda na wakati umeenda. Wengine wamepewa vipawa ni nyingi na zinapeana na Roho Mtakatifu. Wengine ni wahubiri, wengine hata wahubiri wana vipawa tofauti, si mhubiri wahubiri wote hawana kipawa kimoja wengine wana vipawa hata vya kuombea wagonjwa na wanapona. Wengine wana vipawa vya kuhubiri injili watu waokolewe. Wa, wa wengine wana vipawa vya kukemea, na nataka nikwambie, sijui wewe kipawa chako ni gani? Wengine walioitwa walipewa vipawa vya kutoa mali yao wengine ni wahubiri, wengine ni waalimu, wengine ni washauri, na kila mmoja anatumia kipawa chako. Ndio mimi nakwambia tafadhali, henda mbele ya Mungu upige magoti uombe msamaha na upige magoti na umwambie Mungu, uliponiita ulinipea kipawa gani nikutumikie nacho? Kwa kuwa Yesu juaja, na bila shaka utajua kipawa chako. Ndio nakuuliza. Kwa maana maandiko yanatuambia Yesu atakapokuja kulingana na waraka wa, uh, Athesalonike wa kwanza ina mstari wake kumi na sita na kumi na nane tutasimama mbele ya kiti atakapokuja tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo tupokee vifaa kulingana na kazi zetu. Je, uko tayari kupata zawadi? Na kwa ajili ya kazi gani? Nikwambie, Wakorintho wa kwanza tisa mstari wake kumi na tatu na kumi na nne wale waliofanya kazi ya hekalu walifanya walikula vyakula vya hekalu na wale waliofanya madhabahuni walikula vyakula vya madhabahuni. Uone mstari wa kumi na tatu mstari wa kumi na nne Bwana Mungu Bwana Yesu mwenyewe wakaamuru wale wahubirio Injili watakula Injili hiyo kwa kuwa mhubiri mtendakazi anastahili mshahara wake. Wahubiri wale wanakuhubiria hawa ni watumishi wako, na nakwambia kinagaubaga midomo yao ni posta ya kufikisha mbinguni, na wakati tutasimama mbele ya kiti cha hukumu cha Kristo pale tutapata mishahara. Na sijui kama we uko tayari kupata mshahara, na utapata kwa ajili ya kazi gani uliopanya? ya, ya Harakisha ujue kipawa chako. Wengine wamepewa hata vipawa vya kufanya kazi, vya kutoa mali yao. Kama wewe ni muhubiri, kama wewe ni, mu, ni, mu, ni muajiriwa wa siku thelathini, unapata mshahara, Mungu amekupea kazi hiyo ili umtumikie na kile unapata. Kama ni biashara, mtumikie na kile unapata. Mungu hakukupea bure. Kuna wengi wanataka kazi na hawajapata. Mpendwa, nataka unitekee sikio na ujue ukweli basi nitafika hapo na nataka niombe kwa ajili ya wale waliamini na wale walitubu na wale waliniuliza niwaombee, sijui shida zao. Tuombe. Mungu Baba yetu, tuishie milele na kushukuru kwa kunipa nafasi hii na kuomba ufungue masikio ya wasikilizaji wangu na uwape hekima na ufahamu, na kwa ajili ya wale wameamini uwapokee wabari, na wabariki hata wale wamekurudia na wale wame, wameuliza ni waombee, Baba uwakumbuke, kwa maana mimi sijui shida zao, lakini kwa kuwa uh, kitabu cha Agai ishirini eh, mbili, mstari wake kumi na nane, mstari wake nane inasema fedha na dhahabu ni, ni vyangu na unatawala juu ya vyote vilivyo mbinguni na duniani, uwapatie kile wanahitaji. Asante kwa kwa kuwa umesikia sauti yangu. Roho Mtakatifu apeleke ujumbe kwa wale wanaostahili. Na ni katika jina la Yesu Kristo Mkombozi naomba na kuamini. Amen.